Wapo watu unaowaita marafiki, lakini ndani ya mioyo yao wamebeba mapanga ya usaliti. Marafiki wa kweli ni kama kivuli cha mchana kinachokupa faraja jua linapowaka, lakini wale wa uongo ni vivuli vya usiku vinavyopotea giza linapozidi. Wengine hukuita ndugu mchana, lakini usiku wanapika sumu yako kwa vijiko vya maneno matamu, huku wakitabasamu kwa unafiki. Ukiwalisha kwa mkono wao, hutafuna mkono huo usiku wa giza. Wanakuchekea kwanje, kwa nje, huku wakikuchimbia shimo kwa ndani. Tembo akifa nyoka huvaa ngozi yake na kujifanya mfalme. Wanachukua nafasi yako kwa hila, si kwa jasho lao. Wapo wanaokutania kwa mdomo, lakini mioyoni mwao wameweka sindano. Maneno yao ni asali, lakini nia zao ni sumu safi. Katika dunia hii si wote wanaokuita rafiki ni wakweli, wengine ni maadui waliovaa ya, ngozi ya kondoo wa wakisubiri saa kukumaliza kimya kimya. Katika kijiji cha Mbondole kilichojaa vumbi na miba ya umaskini, aliishi mwanaume mmoja aitwa Roja. Roja alikuwa maskini kupindukia, maskini ya kuvaa nguo zilizochoka na kulala sakafuni. Alikuwa na mke wake mnyenyekevu Zena na mtoto wake Adamu. Maisha yao yalikuwa ya kusikitisha, walikula kwa neema na walilala kwa matumaini. Roja alikuwa mkulima, ingawa ardhi ilikuwa ngumu kama moyo wa aliyekosa huruma, aliendelea kulima kwa bidii, akiamini kwa siku moja jua litangaza upande wao. Zena aliomba kila siku, wakipika majani ya poi kumlisha mwanaye. Miaka ikapita katika umaskini huo hadi ulipofika mwaka wa neema. Mvua linyesha kwa wakati, ardhi ikachanua, mimea kastawi kwa wingi. Roja alipata mazao mengi kupita kawaida, magunia mahindi, maharage na mtama. Alishukuru, wakalia kwa furaha usiku mzima, akiamini kuwa hatimaye mtego wa umaskini umevunjika. Akiwa na matumaini makubwa, Roja alikusanya mazao yake pamoja na marafiki zake watatu, Bakari, Musa na Kombo, wakaelekea mjini kuuza mazao hayo. Lakini wivu ni sumu, na moyo wa mtu muovu hauna shukrani. Usiku mmoja njiani, alipokuwa wakipumzika msituni, marafiki hao wakamgeuka Roja, wakamchuma kisu tumboni, wakamwibia mazao, pesa na kumbukumbu kumbu za maisha yake, kisha wakamtupa msituni kama mzoga usio na thamani. Umefanikiwa sana kuliko sisi, sasa lala na mafanikio yako huko msituni. Watu hao walimtupia maneno ya kejeli kabla ya kutoweka gizani. Wakaenda mjini, wakauza mazao, wakajivinjari. Waliporudi kijijini, walimwendea Zena kwa nyuso za huzuni bandia. Samahani dada yetu, Juma alipotea mjini, tulimtafuta kila kona, lakini hatukumuona. Huenda alipopotea sokoni au alitekwa. Pole sana. Baada ya kusikia maneno hayo, Zena alianguka chini kwa uchungu, akalia kwa kilio cha kusaga meno. Mtoto wake Adamu alimkumbatia bila kuelewa kilichotokea. Maisha yao yakarudi kwa mabaya zaidi ya awali, njaa, baridi na machozi vikamlo wao wa kila siku. Lakini Mungu hamwachi mja wake. Roja akiwa anavuja damu alifanikiwa kujikokota kwa nguvu hadi barabarani. Mzee mmoja mkarimu aitwaye Mzee Baraka alipokuwa akipita na mkokoteni wake akamwona Roja akiwa karibu kufa. Mzee huyo akamchukua na kumpeleka zahanati ya kijiji, akasimamia matibabu yake hadi Roja akapona. Baada ya kupona, Roja alimwendea mzee huyo kamwacha shukrani, kisha akamwambia, umuniponya maisha yangu, sasa naomba nikusaidie shambani Sina kitu ila ina mikono ya kufanya kazi. Mzee Baraka alikuwa mtu mwenye moyo mpana, alimkubalia Roja akaanza kulima naye. Miezi ikapita. Siku moja, alipokuwa akipalilia kwenye kona ya shamba, Roja aligonga kitu kigumu ardhini. Alipochimba zaidi, akakuta jiwe kubwa lenye mng'ao wa kipekee. Alipolitazama kwa makini, ndipo alipojua kuwa si jiwe bali ni almasi. Wakaichukua almasi ile, wakaenda nayo mjini, wakaiuza kwa mamilioni ya fedha. Hatimaye Roja na mzee Baraka wakawa matajiri wakubwa. Roja alipopewa sehemu yake, machozi yakamtoka. Ya aliamua kwenda kujenga nyumba mjini, lakini moyo wake haukupata amani. Akasafiri kurudi katika kijiji cha Mbondole. Alipowasili alikuta nyumba yao ikiwa imeezekwa kwa nyasi, Zena akiwa amekonda na mtoto Amani akichezea vumbi. Roja akawasogelea kisha akawatazama. Zena alipomuona mumewe, akashika mdomo kwa mshangao wakakombatiana kwa kilio cha furaha, kilio cha msamaha na ushindi. Baada ya hapo, Roja alipeleka familia yake mjini, akaanzisha kampuni ya kilimo na usafirishaji, akawasaidia wakulima wengine na akaanzisha mfuko wa kusaidia wajani na watoto yatima. Wale marafiki watatu waliomsaliti walibaki kijijini, wakiangalia kwa majuto jinsi Mungu alivyomwinua mnyonge. Na Roja alikumbuka methali aliyokuwa akiambiwa na bibi yake, aliyedhania akapotea ndiye apatikana akiwa na hazina.